Naitwa Mhandisi Innocent Luoga, ni kamishna wa umeme na, na nishati jadidifu, natoka wizara ya nishati na leo nipo hapa pia kumwakilisha katibu <coughs> mkuu e, wa wizara ya nishati kwenye huo mkutano wa nishati jadidifu ambao unafanyika kila mwaka, umeandaliwa na serikali e, kupitia wizara ya nishati. E, pamoja na, na, na, na TAREA ambao ni shirikisho au taasisi inaunganisha taasisi zote e. Na lengo la mkutano huu kuwaleta wadau pamoja wanaohusika na masuala ya nishati jadidifu e, katika kuangalia e, uwekezaji katika e, nishati hiyo, lakini pia changamoto zilizopo, namna ya kuendelea mbele na, lakini leo pia serikali tumepata nafasi sasa ya kuelezea ule mpango mahususi wa nishati ambao kama mnavyokumbuka mwezi Januari e, mwaka huu 2025 tarehe ishirini na saba mpaka ishirini na nane Tanzania e, tulikuwa tuli, tuli wenyeji wa mkutano huo wa wakuu wa nchi za Afrika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais eh, Dr Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndo alikuwa amealika wakuu wa nchi zote za Afrika kwa ajili ya huo mkutano ambao ni mara ya kwanza kufanyika katika Afrika. Sasa katika ule mkutano eh, kulikuwepo na malengo ambayo kila nchi tulipewa na sasa ndio maana um, tumeshiriki mkutano huo, kwa sababu katika ule mkutano kulikuwa na malengo ya kuongeza eh, uwekezaji eh, katika uzalishaji wa mengo wa kutumia nishati jadidifu kama ambavyo umeniuliza eh, kwa sasa hivi uzalishaji wa umeme kupitia, tunazalisha umeme takribani megawati elfu nne na thelathini na moja ndio umeme tunazalisha nchi nzima, na katika umeme huo, eh, umeme wa maji peke yake tayari tunazalisha megawati elfu mbili na, na, na, na mia saba ambayo inachangia mpaka asilimia 67, lakini pia umeme wa gesi, umeme kwa kutumia gesi tunazalisha eh, asilimia ishirini na nane megawati 1198 na, lakini umeme unaozalishwa kwa kutumia jua e, ni megawati tano ambazo ni asilimia 0.26. E, lakini umeme unaozalishwa kwa tungamotaka kama alivyosema mwenyekiti, tungamotaka ni mabaki ya takataka taka kwenye viwanda vya sukari, lakini na mazao mengine, unazalishwa kidogo sana takribani, e, ni megawati 10.5. Sasa ukiangalia e, tunahitaji kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu lakini sasa katika maeneo mengine, na ndio maana huu mpango wetu ambao leo hapa tume, tumepata nafasi kama serikali kuwaeleza wadau, tumewaonyesha eh, namna ya kuongeza, kama ulivyouliza. Kwa sasa hivi tuko asilimia sitini na moja, tunataka ikifika mpaka mwaka ishirini na thelathini tufike asilimia sabini na tano. Hayo ndo malengo ya, eh, ya mpango mahususi wa nishati ambayo tunaita National Energy Compact kwamba tufike asilimia sabini na tano. Na hizo asilimia sabini na tano zinatoka wapi? Tunatakiwa kuongeza uzalishaji kwa kutumia maji tena. E, tumeonyesha hapa miradi ambayo ya maji itakaoenda kuleta hiyo asilimia sabini na tano. Kuna miradi yetu mikubwa ambayo sasa hivi iko katika hatua eh, mbalimbali za maandalizi na utekelezaji kama mnavyofahamu tun, tayari tumekamilisha mradi wa rusumo kule ambapo mradi ni wa kikanda eh, unashirikisha nchi za burundi, rwanda na tanzania megawati 80 lakini pia tumekamilisha mradi mkubwa sana eh, wa julius nyerere megawati 2115 sasa hivi tunazalisha megawati zote kupitia mradi huo tulikuwa na megawati, kwa nchi nzima tulikuwa na megawati elfu mbili tu ilipokuwa mwaka jana 2024 baada ya mradi kukamilika tumepika mpaka megawati elfu nne na thelathini na moja sasa huu uh, uh, uh, mradi uzalishaji wake ni nishati jadidifu kwa sababu ni maji lakini kama mnavyofahamu sasa hivi tunavyoongea hapa tunatekeleza mradi eh, mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati aliwenda kuweka jiwe la msingi kule kuashiria kuanza kwa mradi mwaka jana, kule eh, Malagarasi Kigoma, na mnatambua tayari Kigoma nayo tumeshaingiza kwenye gridi ya taifa. Hizo ni juhudi zinazofanyika na serikali katika miradi, lakini hivi tunavyoongea pia tuko kwenye maandalizi ya mradi wa Kakono ambao utazalisha megawati 87 wenyewe eh, unatekelezwa kule mkoa wa Kagera. Kwa hiyo hii ni miradi ya kuzalisha umeme ambayo e, serikali tayari ipo katika mipango ya utekelezaji mingine na mingine ya maandalizi, miradi itakayokuja tena katika kuhakikisha tunafikia asilimia 75 mradi wa Ruhuji ambapo huu Ruhuji kule kule Njombe utaenda kuzalisha megawati 358, lakini kutakuwa na mradi mwingine wa Rumakali huko huko megawati 222, tutakuwa na mradi wa Kikonge megawati 320. Hii ni miradi ya maji kwa sababu ndio nishati jadidifu tunaozungumzia, lakini hatuishii hapo. Ili kuwa na usalama wa nishati, tunahitaji kuwa na umeme unaozalishwa na vyanzo mbalimbali, na ndio maana sasa hapa mmemsikia mwenyekiti na sisi tunazungumzia uwe na maji, lakini unatakiwa uwe na e, jua, uwe na upepo uwe na joto ardhi eh, lakini pia uwe na hizi tungamutaka. Sasa ukiwa na vyanzo mbalimbali ndio unakuwa na usalama wa nishati. Sasa kwenye kongamano hili eh, tumeona maonyesho waliokuja wa kuona hapo, lakini pia tumeona, tumeona sasa washiriki eh, wa, wa, wa, wa kongamano hili wanataka pia serikali iende kwenye vyanzo vingine tunataka vyanzo mbadala. Sasa, katika mpango mahususi wa nishati ambao tunaita National Energy Compact, pia tumeainisha ili kufikia asilimia sabini na tano, tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia upepo megawati takribani mia tano tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia jua megawati takribani pia mia tano alafu tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia joto ardhi. Tunazipata wapi? Kwenye jua mnafahamu, serikali yenyewe tayari imeshaanza kuweka kufanya juhudi kule Kishapu, Shinyanga, tuna mradi e, wa jua ambapo wa uwezo wa megawati mia moja hamsini ikifika mwezi wa kumi mwaka huu tayari tutakuwa na megawati hamsini na mwakani tunaenda kuongeza megawati mia. Kwa hiyo serikali yenyewe tayari imeshafanya juhudi ya kuwe kwenda kwenye nishati jadidifu tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa hizo fedha na kuweza kufanya hiyo miradi, lakini pia tuna miradi mingine ya, ya, ya upepo ambayo imetamkwa, tuna kule Singida Kititimo, tunayo kule Makambako tunayo. Hiyo yote naenda kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu, na kwa maana hiyo tuna uhakika wa kufikia asilimia 75 ifikapo mwaka 2030. Kazi ya serikali sasa hivi na natumbana tuko hapa. Serikali haiwezi kufanya kazi peke yake, kama mlivyoona pale kuna, kuna fedha zinazohitajika katika kukamilisha hii miradi takribani e, dola za marekani bilioni kumi na mbili zinahitajika e, kwa ajili ya nani hapo, hizo kama ni zaidi ya trilioni tatu na kuendelea, lakini pia tunahitaji e, tunait, tunait, pia sekta binafsi kusaidia, ambapo sekta binafsi peke yake takribani bilioni nne wanatakiwa kuchangia na serikali itachangia bilioni nane e, za Marekani kwa ajili ya kuweza eh, kutekeleza hii miradi. Jina naitwa Dr. Prosper Magali ndio mwenyekiti wa jumuiya ya wa wadau wa nishati jadidifu Tanzania. Na leo hapa kuanzia leo na kesho tutakuwa na shughuli yetu maalum ya Renewable Energy Week ama wiki ya nishati jadidifu eh, kwa mwaka huu 2025. Na tumealika serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo, sekta binafsi na kuna mijadala itaendelea hapa kwa siku mbili, leo na kesho, lakini pia kuna maonyesho ambapo shughuli mbalimbali na teknolojia za nishati jadidifu zinaonyeshwa na, na wadau wetu mbalimbali mbali. Sasa kwanza, tunapenda kuishukuru serikali kwa ushirikiano ambao wanatupatia. Ili sekta binafsi iweze kufanya kazi yake vizuri, tunahitaji mazingira mazuri ama mazingira wezeshi. Na serikali imekuwa ikifanya kazi vizuri sana na sisi kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazingira ya wezeshi ya kufanya shughuli zetu. Tumeshirikishwa kwenye maandalizi aa, ama maendeleo ya mipango mbalimbali, mipango mikakati mbalimbali. Kwa mfano mpango ule wa nishati safi ya kupikia tulishirikishwa katika kutengeneza. Aa, kuna mpango wa ufanisi wa nishati tumeshirikishwa. Lakini kwa ujumla kila wakati ambapo serikali inataka Uh, kubadilisha sera ama kuleta sera mpya, mara zote tumekuwa tukishirikishwa na tunatoa maoni yetu ambayo yanafanyiwa kazi, na kwa sababu hiyo basi, eh, kuna mchango wa kutosha kabisa katika kutoka kwenye sekta binafsi kwenye kuongeza kwanza uzalishaji wa umeme hapa eh, hapa nchini kwetu, lakini pia kwenye maeneo mengine mbalimbali, tukizungumzia kwa mfano nishati safi ya kupikia nadhani leo hapa mtaona kuna wadau wetu wanaonyesha teknolojia mbalimbali za nishati safi ya kupikia. Sisi kama wadau wa nishati jadidifu tunasema kwamba ni lazima tuangazie zile teknolojia ambazo zitakuwa nafuu na zitapatikana kwa urahisi kwa wananchi, na tunafikiri kwa teknolojia za nishati jadidifu ndizo teknolojia ambazo zinaweza kupatikana kwa unafuu na ziko kila mahali ambako wananchi wetu wapo. Moja ya eneo ambalo tunali hamasisha pia ni kupika kwa kutumia umeme. Kwa sasa teknolojia imeendelea sana, nadhani kuna majiko ambayo yanatumia umeme kidogo sana, na kwa kuwa sasa umeme umefika karibu kila mahali, vijiji vyote kwa sasa vina umeme. Kwa hiyo tukitumia umeme kupika, tutawafikia watu wengi zaidi kwenye teknolojia ya nishati safi ya kupikia. Karibu asilimia sitini na moja ya uzalishaji wa umeme unatokana na nishati jadidifu, na hasa ni kwa sababu sehemu kubwa ya hiyo inabebwa na uzalishaji kwa kutumia maji ama, ama miradi ya hydro. Kwa hiyo tuna karibu asilimia sitini na moja, na kwenye ule mpango mahususi wa serikali tunataka tufikie asilimia sabini na tano ifikapo 2030. Kwa hiyo mchango wa nishati jadidifu ni kiwango kikubwa sana tunachotaka sasa kufanya kwa sababu asilimia kubwa ya hiyo inatokana na, na maji. Tunataka sasa hizi zingine, kwa mfano umemejua upepo uh, na zingine hizi za nishati jadidifu ziongeze pia mchango wake, kwa sababu hizi zingine mchango wake haufikii asilimia moja. Kwa hiyo tunataka hizi na zenyewe ziweze kuongezeka uh, kuweza kuchangia, na mpango mahususi wa serikali ama National Energy Compact inataka kwa mfano kwenye, kwenye umeme jua tuongeze mpaka megawati 500 kwenye uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo sisi tume, tumefurahi kwa jinsi ambavyo serikali imeweka mipango yake.